Iwapo Naibu Waziri Mkuu Uhuru Kenyatta na mbunge wa Eldoret Kaskazini William Ruto wana haki ya kuendeleza ndoto yao ya kuania urais ni jambo linalosubiriwa kwa sasa, na si hatma ya wanasiasa hawa wawili pekee wanaogombea urais itakayojulikana, bali pia wengine watatu. Ingawa wakili Ambrose Weda anayewakilisha upande wa walalamishi ambao ni wanachama wa mashirika mbalimbali mbali ya kijamii na waathiri wa machafuko ya kisiasa alidinda kuwataja wanasiasa hao hata baada ya kuamrishwa, mahakama ilimpa siku kumi na nne kufanya hivyo ili wanasiasa hao wahusishwe kama washtakiwa kwenye kesi hiyo. Jaji wa mahakama kuu Isaac Lenaola alilazimika kuahirisha kesi hii hadi tarehe 27 mwezi Septemba baada ya majaji wenza Mohamed Warsame na Filomena Mwilu kukosa kufika kwenye kikao cha leo. Hata hivyo, hadi wakati huo, jaji Lenaola ameonya pande zote mbili, yaani upande wa walalamishi na upande wa washtakiwa kukoma kabisa kujihusisha na mjadala unaohusiana na kesi hii. Mahakama pia iliruhusu chama cha mawakili nchini LSK na chama cha National Alliance TNA kujiunga kama makundi yanayofuatilia kwa karibu kesi hii. Kipengee cha 80 katika sura 6 ya katiba kuhusu uongozi na maadili kinatoa mwongozo kuwa bunge linastahili kutunga sheria ya kubuni taratibu na mikakati ya kutekeleza sura hii kwa njia ifaayo. Haya yakisubiriwa inatarajiwa kuwa mawakili wa washtakiwa huenda wakazua pingamizi kwa mahakama haina uwezo wa kusikiza kesi hiyo kwani bunge bado alijaweka sheria na mpangilio wa kutekelezwa kwa sura ya sita ya katiba kupitia mswada kuhusu uongozi na maadili ambao bado unajadiliwa bungeni. Tume ya utekelezaji wa katiba mpya, tume ya utawala bora wa haki na kituo cha kimataifa cha kutatua mizozo ni miongoni mwa taasisi zilizojiunga kama zinazofuatilia kesi hii, ili hali tume huru ya uchaguzi na mipaka imehusishwa kwa upande wa washtakiwa. Patrick Injendi, Citizen Nipashe, Nairobi.